Kuna kitu sitakaa nisahau. Ni lockdown ya mwisho katika shule yangu ya sekondari. Ni shule ya zamani, iko karibu sana na Ziwa Victoria. Ilikuwa imejengwa mita chache kutoka kwenye ukingo wa ziwa, unaweza hata kusikia mawimbi ukiwa bweni la juu. Wazee wa kijiji walikuwa wakisema ziwa hilo lina mambo yake, lakini sisi tulikuwa tunacheka, japo kila mtu alielewa kuwa ilijengwa juu ya ardhi yenye mizimu ya kale, mpaka usiku ule ulipofika. Siku hiyo tulikuwa kwenye zamu ya usafi wa jioni. Kengele ya kawaida ililia, lakini sekunde tano baadaye kengele ya pili ikalia, ile ya hatari. Haijawahi kulia hata siku moja kabla ya hapo. Mlinzi aliyekuwa langoni alikimbia hadi ofisi ya mwalimu mkuu, na muda mfupi baadaye tukapewa amri ya kufunga milango yote, madirisha na kutulia kimya darasani. Giza lilianza kuingia mapema kuliko kawaida Ilikuwa kama jua limezimwa ghafla. Hata taa za shule zilianza kuchechemea zikimulika kama mishumaa ya kufa. Walimu walionekana kuchanganyikiwa, hasa Kamala. Mwalimu mkuu alionekana na kikapu cha tambiko akitembea kuelekea mbuyu mkubwa unaoangalia ziwa, kama kawaida yake kufanya mazindiko ili majini ya ziwani yasisumbue wanafunzi. Mbuyu ule ni maarufu kwa hadithi za watoto waliotoweka miaka ya nyuma. Wengine walisema ni kaburi la roho wa maji. Tulimwona Kamala akiweka vitu chini ya mbuyu, mara mlio wa ajabu ukasikika, kama mtu akilia kwa ndani ya maji. Tuliposimama kimya, tukasikia mlango mmoja ukigongwa polepole, pole sana. Lakini tatizo ni kwamba mlango huo ulikuwa upande wa ziwani. Hakukuwa na mtu angeweza kuwa huko, si kwa saa hizo, si kwenye lockdown. Mwanafunzi mmoja Kelvin alijaribu kuchungulia nje kupitia dirisha lililokuwa wazi kwa bahati mbaya. Alianguka ghafla na kuanza kupiga kelele kama anachomeka. Tulipomvuta ndani, macho yake yalikuwa yamegeuka kama haoni tena. Alilia akisema, "Yuko hapa. Kamala amemfungua mlango." Baada ya kilio cha Kelvin, taa zote zikazimika. Giza totoro. Ndani ya darasa, kila mmoja alikuwa kimya. Tulihisi hewa imekuwa nzito, harufu ya maji yaliyooza na joto la ajabu la mvuke. Kisha mlango ukafunguka polepole bila kuguswa na humo, na akaingia kivuli. Kivuli sio mtu, kivuli, kivuli cheusi chembamba kama kijiti, kichiti, lakini kichwa chake kikubwa kilikuwa na nywele zilizojaa tope. Ilitembea taratibu, hakisikiki, ila ukihisi mwili wako unasisimka bila sababu. Leni tulichotoa meza na kuzuia mlango Tukasali kila sala tuliyowahi kufundishwa. Mmoja wetu alizimia, lakini Kamala hakuonekana tena. Ilionekana kama alivyoondoka kuelekea mbuyu, hakuja kurudi. Asubuhi ilipofika, mlango wa darasa letu ulikuwa wazi, meza tulizotumia kufunga zilikuwa zimevunjwa, lakini hatukusikia kelele yoyote usiku kucha. Kelvin alipelekwa hospitali ya mkoa, hadi leo haongei, na Kamala hakupatikana kamwe. Polisi walipokuja, walikuta tambiko chini ya mbuyu, damu ya mnyama na picha ya mwanafunzi mmoja aliyepotea miaka mitatu iliyopita. Tangu siku hiyo, shule ilifungwa kwa muda, lakini kila mwanafunzi aliyebaki anakumbuka lockdown hiyo. Si kama nyingine, ilikuwa njia ya kufungua mlango wa ulimwengu mwingine. Na kila wakati ninapotembea karibu na maji, huwa nahisi kuna kitu kinaniangalia toka chini ya uso wa ziwa. Kitu kisichotaka niongee, lakini leo nimeamua ni bora niseme.